Akifafanua swala hilo, mchungaji wa kanisa hilo Josephat Gwajima amesema mtu huyo ambaye alijitambulisha kwa jina la Joshua Gitu, ambaye ni raia wa Kenya, alikwenda makao makuu ya kanisa hilo akimtafuta mchungaji kiongozi, lakini kabla ya kuonana naye alikutana na walinzi wa kanisa hilo ambao walimhoji na baada ya kupiga simu polisiulnu a <coughs> lnu cha polisiua Tada mjulwana, tada mjulwana la vima. Mchungaji huyo ameendelea kudai kuwa hata kama mtume huyo angekuwa amekwenda kutubu, maadili ya kanisa hayaruhusu kutangaza maungamo ya umini wake, huku akishauri serikali na jeshi la polisi kutokuwa sehemu ya uchunguzi juu ya utekwaji wa Dr. Ulimboka kutokana na kuwepo hisia miongoni mwa watu kuwa serikali inahusika, na badala yake iundwe tume huru, ili kuondoa utasa uliopo, na swala hilo liweze kufanyika kwa uhuru na uwazi. Kama wanaofuuniwa na serikali la eneo hiyo, basi serikali isiwe sehemu ya utekelezaji ule. Serikali itegeleze chamati huru cha kuitolezha jambo hilo

na Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Suleimani Kova ambaye alisema vitambulisho vyake na yeye mwenyewe alimtambulisha kwa jina la Joshua Gitu Mhindi, ana miaka thelathini na moja, mwenye kitambulisho cha utaifa wa Kenya na vilevile ana haki ya dharura ya kusafiria. Huyu mtu alifika ule kawe tarehe ishirini kisha mwezi wa sita katika kanisa linaitwa Kanisa la Ufufuo na Uzima, na alikuwa anataka amwone mchungaji Josephat Gwajima, lakini baadaye akaweza kumwona mchungaji msaidizi ambaye anaitwa Joseph Marwa Kiriba. Na kama mnavyofahamu katika makanisa au sezini za ibada kuna watu huweza kutubu madhambi yao. Yeye alichotubu huyu jamaa ni kwamba yeye ni mmoja kati ya watu waliomteka nyara na hatimaye kumshambulia na kudhuru mwili, yaani kuleta madhara makubwa kwa Dr. Steven Ulimboka. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam mimi ni fotaro wa ITV.